Kwa nini tu sikashau wakati analeta watu pamoja? Watu wanazungumza ati ni Kikuyu, Kikuyu peke yake. Na mimi namuona mpaka DCP imeingia mpaka wa Ruya, Uruyani. Kule ni Kikuyu wako. Imeingia Ukambani, wala ni wa Kikuyu. Imeingia mpaka kwa Ameru, wala ni wa Kikuyu. Imeingia mpaka kwa Ameru wao ni wa Kikuyu, Waembu pia Wadharaka, watu wawache hii maneno wakati watu wanaleta pamoja na wanataka kukomboa hii serikali wacha ikombolewe, wacha Ruto aende akapumzike. Hata tunaona shule imemshinda, hospitali imemshinda. Wanawake kule nyumbani masambani kule, kwanza watu hata wana maji. Badala ya kushughulika na mambo ya maji, Ruto mwenyewe ni kushughulika na kutoa pesa kupeana. Unapatia vijana pesa wa miaka kumi na sita. Sii watakunywa pombe hii pesa yote, sii ni taksi ya wananchi, unaharibu bure. Mimi nilikuwa nafikiria Rais Ruto anaelewa zaidi na nilimpigia kura, kumbe ni mtu ambaye hata ni kama mtu ambaye hataenda sure. Uwezi kuwa unatumia mali ya Wakenya namna hii ovyo ovyo, kihorera, unatoa huku shilingi milioni kumi, unapeana hiyo, unapatia mtu individual unatoa hapa milioni ishirini unapatia Sundi, unatoa hapa elufu kumi na Mokomen ananunua mchipi laki moja, si ni kuharibu pesa ya uchumi wa Kenya? In fact wacha Ruto aende akapumzike, aende apumzike kabisa. Aelewi mambo ya nyumba, aelewi mambo ya nini, hakuna kitu hata wezi akaelewa. Wafadhili wote wamekimbia nyumbani huku tumeona, huku sasa tena watu fakara tu, na ndio watu wame badala usukurike na wale watu wanalala huku kwa mastrit, we pesa unapeana kule na kujidai, dai, na pesa nyingi hii. Hata we mzee, unaelewa hiyo. Usai kuona mambo kama hiyo, uwezi kustuka. Kwa hivyo ile mimi ningisema wacheni tupeleke Ruto nyumbani. Tuangalie kama angalau Wakenya kama watakaa stebu kidogo, manake huyu mtu ametuletea ame sinda botomap. Nani ana pesa mfukoni sasa hivi? Kuna mtu ana pesa mfukoni hapo? Si labda ndanganya watu, hata mzee wa hapo umekaa hapo epa, pesa mfukoni unaweza kupata tenga moja, sawa sawa bwana. Kwa hivyo mimi ningisema pigeni kura zenu vizuri na mfukuze mtu huyu tuko naye. <tikia> sema hapa tuna ubaguzi, tuko hivi nikawaheshimu. <gibu> <tikia> Lakini si nimeomba jamani eh, kama nitakuwa nimewakosea mtaniwia radhi kidogo tu a. Mimi kwa maoni yangu a, nikiangalia siasa za Kenya vile tunavyoenda I mean, mimi ninaitwa Baya. Aa, nikizungumzia siasa zetu za Kenya ambazo tuko nazo na niliwaambia mapema sana.